Laulia ni Mkomagi kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Kilimanjaro. Majira ya saa 11 na dakika 41, tumepokea taarifa za kuwepo kwa tukio la moto katika sehemu ya kichwa cha treni ambayo ni treni inatoka kule Dar es Salaam, treni ya shirika la TRC. Hivyo baada ya kupokea taarifa, askari wakiwa na gari la kuzima moto walifika eneo la tukio na kukuta kweli kuna moto ambao unawaka katika sehemu ya kichwa cha hiyo treni, na mpaka sasa tumefanikiwa kudhibiti huo moto kwa kushirikiana na mafundi ambao walikuwa katika hiyo treni. Na chanzo cha awali, kulingana na taarifa pia za injinia na mafundi wa, wa, wa, wa treni wanasema kwamba ni hitilafu ambayo imetokea katika injini ya treni. Kwa hiyo mimi nilitoka huko ndani vumbi ya vumbi mjenitungulie kwamba nipate hewa, ndio nikaona ule moto na waka sasa pembeni kwa, nikarudi ndani, nikaambia bila nzani kwa kuna moto moto, hasa zile kelele na msi alivyotangaza, ndio nikabidi simama hapa, wengine wakapita na mabogi kueleza watu wa nyuma, waliposimama wote tukashuka chini, ya kwamba hii injini imelipuka inataka kulipuka. Tukaambiwa kushuka kwa usalama wetu, tukashuka tukaondoka. Miongoni mwa taratibu ambazo hatujua zina, hatujui zinaendeleaje ni kwamba hapa tumeambiwa hatujajua watatuchomoa hapa kwa njia gani, ingawa wanaona wengi wao wameshaanza kuchukua taratibu za kwanza kwenda huko na kuelekea kwa sasa. Sasa hivi ile kwanza umuhimu ilikuwa ni kuokoa kwanza mali na abiria hilo ndo likuwa la kwanza. Tunashukuru hakuna mtu yoyote aliyejeruhiwa. Mpaka sasa hivi ni bado kwa nga, ndani tunaendelea kuna nini kuwasiliana yeah, na kwa maelezo zaidi tutatoa baadaye, lakini kwa sasa hivi bado tunaendelea kunani kutathmini hali ya mambo hapo na kuelekea, na kuelekea Arusha na watasimamiwa vizuri kabisa na kitengo chetu cha jeshi la polisi. Kwa hiyo si mrefu ndani ya muda usiozidi saa moja abiria hawa sasa watakuwa wameshapatiwa usafiri kwa maana ya kosta mbili ili waweze kuendelea na safari kuelekea kule e, kuelekea kule Arusha. Naomba nitoe pole kwa abiria wote wanaotumia waliokuwa wakitumia e, hii jioni kwa changamoto ambayo imewatokea na usumbufu ambao wameupata. E, ni mambo ambayo yanatokea, of course hakuna hata ambaye alitarajia, lakini pia tunawaomba sana radhi kwa niaba ya serikali na kwa niaba ya shirika letu la la reli TRC lakini jitihada ili waweze waweze kuendelea kuendelea na safari wakati marekebisho haya mengine yakiendelea kufanyika, lakini pia tumeelekeza TRC si, wawe wanafanya ukaguzi wa behewa, lakini pia wawe wakafanya ukaguzi wa engine kwa maana hizi mashine ambazo zinasukuma na kuvuta mabehewa hayo, ili kuwepo na uhakika wa safari, lakini pia kuweza kujithibitishia eh, hali ya usalama eh, wakati wote wa safari za za treni yetu.